Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese. Uhali gani popote pale ulipo? Mimi ninakusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Karibu katika mradi Fursa. Hapa ni kiwandani ROC, ROC tukiwa tunamaanisha Rural Opportunity Center. Lakini kabla ya kukuzungusha mahali hapa, mimi ni Mera Bubirakashekwa, afisa habari wa dayosisi ya Karagwe ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Mfuatiliaji na mtazamaji mahali hapa tumetembelewa na waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari. Huyu ni Mheshimiwa Jerry Silaa ambaye ni waziri katika baraza la mawaziri nchini Tanzania, lakini ni mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mfuatiliaje na mtazamaji. Tutazunguka mahali hapa nami nitakuwa off mic, nitawapa nafasi yeye yeah, yeah, pamoja na watu wengine, lakini usisahau kwamba mwenyeji wake ni Baba Askofu wa dayosisi ya Karagwe ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Mchungaji Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Twende tukazunguke mahali hapa. Hapa tutakuwa tukizalisha juice ya nanasi. Ndio maana tunakwambia hii ni fursa kwako mtazamaji Kiwanda hiki kipo katika eneo la Kihanga kata ya Kihanga katika uh, eneo ambalo ni karibu kabisa na chuoni Karuko, karibu sana, ili wewe na mimi tukapate kutembelea maeneo mbalimbali mbali katika kiwanda hiki. Fuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya ELCT Karagwe Diocese, wageni wetu ndo hawa wanaingia, na kama unavyoona hawa hapa ni baba skofu wa Diocese ya Karagwe, lakini akiwa anamkaribisha Mheshimiwa Waziri ambao wamefika mahali hapa kwa ajili ya kukagua na kutembelea kiwanda cha ROC ambacho kitatumika kuchakata nanasi na kuzalisha juisi ya nanasi. Hii ni awamu ya kwanza ambayo, eh, itakava itakava eh, kupokea matunda kuya prosesi na kuzalisha eh, eh, ndivyo yatakuwa yata. Majengo matatu haya ya hapa ni kwa ndani, ndivyo itakavyokuwa inaonekana eh, pamoja na hapa na hii hapa. Ni layout yenyewe ya kwa awamu ya kwanza. Kitakuwa cha awamu tatu eh, awamu ya pili itajumuisha awamu ya, ya kwanza ni nanasi. Awamu ya, ya pili inaweza ikajumuisha hizo mm. parachichi na products nyingine mm. ya e. Tunashirikiana na partners wetu mm. wa Marekani mm. kwa hiyo it's a, it's a grant oriented project yeah. sio loan mm. about 7 billion ndio yeah. ndio fulia ya mradi huu inatokana na mradi mwingine uliokuwa hapo juu, tutakupeleka uone mm tuli mwaka elfu mbili na sita mm. Dayosisi iliamua tujenge chuo kikuu mm. Wakati ule kulikuwa na euforia ya kujenga vyuo vikuu makanisa mm. Na sisi tukaingia, mm. tukatafuta fedha tukaanza kujenga elfu mbili na kumi mm. Tukiwa tumelenga kujenga chuo cha kilimo mm. mifugo na mazingira mm. Tukajenga tukamaliza mm. chuo kikuu, utayaona majengo hapo kwao mm. Tunapokea wanafunzi wa diploma na certificate kwa kilimo uh, afya ya wanyama mm -hmm. sayansi ya wanyama, IT na mazingira. Mm -hmm. Mazingira. Kwa hiyo wale donors wetu tuliojenga nao chuo kikuu mm -hmm. ndo tukawa tumeshirikiana kutengeneza hii mm -hmm. kuwasaidia wakulima mm -hmm. lakini pia wanafunzi wana, wana, wapate nafasi ya kujifunza practicals mm -hmm. mambo ya food processing hapa hapa. Ehe, kwa hiyo ndio ndio historia ya mradi wenyewe. Ya tunaingia hapo ndio itakuwa sorting eneo kwa ajili ya, ya kuchagua yachambua yale mazuri na mabaya ambayo yamefika ya kiwandani ili yaingie storage area. Storage. Au mm -hmm. matunda akishatolewa mule anaweza kuhifadhiwa katika eneo hili hapa mm -hmm. kwa hiyo baada ya hapo hapa, na penye hii ni sehemu ya kusafisha. Sterilization area. Mtu anayetoka huko anaweza akabadilisha eh, sterilization area, ambapo kama sehemu eneo la usafi pia hili. Mm. Ni production area, hii ndio eneo la production, eneo la kiwanda chenyewe, ambapo tumeweka tawa pia kwa sababu ya kuingiza mwanga huko ndani, na madirisha baadhi ayo kwa ajili ya mwanga Mm. Mwanga na hewa pia mm. hapa. Yeah, kulingana mm. na mitambo inawezekana ikawa mm. yeah, ni mkubwa kwa hiyo kuna possibility pia ya kuvunja na kudemolish wakati mitambo inaingizwa. Kwa maana mm. kuna mm. yeah, tukaacha hata hii na nini chini hapa kutopaendeleza, kusubiri ah zote hizi tukikubaliana ndio tuendelee. Okay. Ile dome juu kazi yake ni hiyo mwanga. Mm. Okay. Kwa ajili ya yeah, mwanga. Okay. Sawa. Aza kukapita kwenda, una vitu vingine hizi, ni changing rooms pia kwa sababu ya mimi na kepia. Eh, zote zimeangalia jinsia zote

nayo yeah. Okay. mm. Okay. <tukano> ni mbingu na dunia yeah. Ikienda <tukano> huko inakuwa kama <tukano> green belt, mstari kimto fulani <tukano> ndo mpaka wetu. Upande wa pili wa ule mlima halafu <tukano> tunakwenda <tukano> kama tunauzunguka mlima tunakwenda <tukano> pale ambapo kama kuna barabara lakini ni njia za mifugo peupe peupe hapo mm. Unakwenda mbele kidogo ndio unapinda mm. Unakwenda mpaka kwenye ile miti kule mm. Unazunguka unakuja ndio ardhi yetu Eh. Mm. E, ndio ardhi yetu sasa, kwenye land use plan huku mm. chini ni mashamba huku mm. chini ni mashamba huku, upande huu wa pili mm. e, upande huu wa pili kuna marshes mm. Kwa tulikuwa tunafikiria tuanzishe center kubwa ya fish farming mm. kwenye land, pl land use plan tulioiweka na tuliweka hiyo mm. e, wakati wa Tibaijuka mm. akiwa wizarani mm. ikawa approved mm. kwamba huku tuweke ufugaji wa samaki mm. huku mashamba mm. kule chuo na majengo mm. upande huu mifugo. Tazama ELCT Karagwe Diocese channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.